Okay. Um, kwanza kabla hatujazijua njia, labda tufahamu um, wewe kama mzazi uliye nyumbani unawezaje kujua mtoto wangu anapitia changamoto, yes, au unyanyasaji au ukatili. Tunasema aidha um, unaweza kukuta ndio anapitia kwa wakati huo au labda pia alipitia akiwa boarding school nyumbani. Um, wewe kama mzazi, cha kwanza unachotakiwa kuangalia mtoto wako anaporudi, mtoto wako anapokuwa mazingira ya nyumbani na unapopata nafasi ya kuwa na mtoto wako, ni kuangalia mwenendo wa tabia mtoto wako alizonazo. Um, wakati mwingine unakuta kuna tabia, kuna vitu ambavyo vimebadilika ghafla kwa mtoto wako. Alikuwa ni mtoto ambaye anacheza na wenzake, sasa achezi na wenzake Yes, hajichanganyi kabisa. Alikuwa ni mtoto ambaye um, anapenda labda kujisomea vitabu, lakini tena hajisomei vitabu, anakaa kimya yeye mwenyewe. Alikuwa ni mtoto ambaye anapenda kula sana, lakini inafika wewe mzazi unamwona kila akipewa chakula hana apatai ya kula, kwamba hana hamu yoyote ya kula chakula. Ni mtoto ambaye alikuwa analala vizuri, unakuta mtoto muda mwingi halali vizuri kwamba hizo, wewe kama mzazi lazima uanze kufikiria kwamba hizi ni viashiria ambavyo vinaonyesha mtoto wangu hayuko sawa. Hayuko sawa katika nini? Ni wewe sasa kutafuta mazungumzo na yule mtoto, kuona mtoto wangu ana shida gani. Na baada ya hapo, hasa sasa uh, wewe kama mzazi ukishagundua labda kuna shida fulani, au mimi kama mzazi bado ninashindwa hata kuongea vizuri na mtoto wangu, hatuna mahusiano yale ya karibu ya kusaidia wewe kama mzazi ni kutafuta unawezaje kumsaidia mtoto. Kwanza hakikisha pia umefuatilia, inawezekana alianza kupata utofauti tangu akiwa shuleni. Ongea na walimu, jua, ongea na ndugu zake, labda na wadogo zake na dada zake pia ambao pengine unaweza yes, kuhisi anaweza kama amezungumza nao eh. Zungumza na marafiki zake kama unawafahamu nini ameanza kubadilika lini na vitu kama hivi lakini, kuna watoto ambao ha, hajazungumza na yeyote, lakini pia ni mwoga kwa mzazi wake, na hasa wazazi ambao ni wakali. Kuna wazazi <laughs> ni wakali sana kwa watoto wao kiasi kwamba ni ngumu mtoto kumfikia. Sasa mzazi wa jinsi hii anaweza at, anaweza kufanya nini ili aweze kumfikia mtoto wake, na mtoto uhuru kumwambia kwa sababu kuna kumjua mtoto kwamba ana changamoto na kuna mtoto kufunguka kwa mzazi au mlezi wake. Um, mtoto kufunguka kwanza kwa mzazi au mlezi inatokana na mahusiano ulionao kati yako wewe kama mzazi na mtoto um, na kitu kama hicho kinatengenezwa, hakitoki tu moja kwa moja kwamba wewe kama mzazi pamoja na ukali wako na vitu vyote, uko huru vipi kwa mtoto wako? Lakini pia, je, mtoto yuko huru na wewe kuzungumza chochote na hapo ndipo ambapo wazazi wengi tunakosea. Nasema ukiwa mzazi unahitaji kuwa na sura tofauti tofauti kwa mtoto, sio kuwa na sura moja. Mtoto anatakiwa ajue baba yangu ni mkali, lakini baba yangu ana upendo, lakini baba yangu anasikiliza, na baba yangu nikimwambia kitu ananielewa. Hayo yote yakiwa yanazingatiwa, mtoto inakuwa ni rahisi sana, anapopata na changamoto yoyote kumwambia mzazi wake. Sawa, kuna swala so zima la mambo ya kiimani, mambo ya kijamii tumegusia gusia huko nyuma, lakini tunaomba utuambie umuhimu wa mambo haya hasa kwa ukuaji wa mtoto. Um, kwanza kabisa hiyo ni haki ya msingi ya mtoto. Kila mtoto ana haki ya kuabudu. Na kwa sababu kila mtoto ana haki ya kuabudu mtu ambaye mtoto aliye chini ya umri wa miaka 18 ni mzazi ndio ambaye tunategemea amwelekeze na kumwongoza mtoto jinsi ya kuabudu. Kwa hiyo mtoto huyo au mzazi, una jukumu kubwa la kuhakikisha unaenda kwenye maeneo yako ya ibada. Iwe ni siku ya Ijumaa, iwe ni Jumamosi, iwe ni Jumapili au siku yoyote ambayo mnayoabudu, kuhakikisha huachi nyuma pia watoto kwajenga katika misingi ya kiimani. Watoto wajue kuomba, watoto wajue kuswali, watoto wajue kusali. Uh, umuhimu wa ushiriki wa mambo ya kijamii kwa mtoto ni upi? Ni muhimu sana naweza kusema <laughs> ya, kwa sababu inamsaidiaje yeye uh, mtoto, inam mtoto. Uh, cha kwanza kabisa inamjenga kisaikolojia kwa sababu mtoto kama mtoto na yeye ana haki ya kushiriki kwenye maswala ya kijamii, na hasa unakuta labda kuna kuna sherehe nyumba ya pili, na wewe kama mzazi wewe unaenda tu peke yako, unawaacha watoto hapo kila siku. Lakini wanapokuwa likizo au wanapokuwa na nafasi, basi na wewe kama mzazi ni vizuri kuhakikisha unawabeba, wakati mwingine unaenda nao. Unakuta kuna michezo fulani fulani, labda inafanyika mabonanza haya, ni vizuri ukawachukua ukawapeleka hapo. Madam kuna wazazi pia hawapendi kabisa, unasema mtoto wangu hapana, abaki tu nyumbani, sio michezo mizuri. Kuna michezo sio mizuri, sawa, lakini kuna ile ya kirafiki unayozungumzia, pia wazazi wanakataa. ya cha msingi ni kwamba mzazi anayekataa, kwanza anamnyima haki mtoto, haki yake ya ukuaji, kwa sababu kitu kimoja ambacho kama mzazi unatakiwa kuzingatia pia, hasa wakati huu wa likizo na sikukuu, ni pamoja na kuwapa nafasi watoto kujifunza vitu vipya. Watoto wanapoenda maeneo mbalimbali mbali wanapata nafasi ya kujifunza vitu vipya. Sio kwamba tunasema umwachie sana mtoto hapana, umpe uhuru wa kupitiliza usimpe uhuru wa kupitiliza sawa, sawa. Ila awe chini ya uangalizi wako wewe kama mzazi kushiriki. Kama una uwezo wa kumpeleka mtoto kwenye mabonanza wakati huo wa likizo, kuna mabonanza mengi ya kuelimisha, mpeleke kama una uwezo wa kumpeleka hata kwenye bonanza hata za kwenye maeneo yetu ya ibada mpeleke, sehemu yoyote ile ambayo mtoto anaweza akajifunza zaidi, lakini anaweza akaongeza ujuzi alionao wa kielimu sawa, sawa. Tumezungumza masuala mengi sana tukizungumza mtoto mtoto mtoto mtoto, lakini pia kuna mzazi. Mzazi ni mtu muhimu sana kwenye swala so zima la ukuaji wa mtoto sasa ni mambo gani ambayo mzazi anapaswa kuyazingatia, hasa kipindi hiki cha likizo kuhusiana na mwenendo mzima wa tabia ya mtoto wake? Um, vitu muhimu sana ambavyo mzazi anatakiwa ahakikishe kwamba anavizingatia, cha kwanza kabisa ni maendeleo ya mtoto ya kiakili, kwamba wewe kama mzazi wakati huu wa likizo unashiriki vipi kuangalia maendeleo ya kielimu ya mtoto wako kwamba kukagua madaftari yake, kuangalia mitihani yake, kumsaidia kufanya revision ya yale ambayo ameyasoma, we pamoja na mtoto pia. Hapo pagumu hapo <laughs> hapo ndio pazuri kwa wazazi, wazazi wako bize. mm -hmm. uh -huh. Sasa kupata muda angalau kidogo wa kupitia pamoja na mtoto wako na kumwelekeza mtoto, lakini pia kitu kingine ni maendeleo ya kiafya Watoto wetu wengine walikuwa wako boarding school, lakini wengine ni day kwamba, lakini sasa ni wakutwa, lakini sasa hatushindi nao wakati huo alikizo. Likizo ni pamoja na mzazi na wewe kutafuta likizo <laughs> na at least basi hata wiki mbili kuwa na mtoto katika familia, kuangalia hali ya kiafya ya mtoto wangu inaendeleaje, kumfanyia check-up, kumpeleka hospitali, ametumia dawa za minyoo, amefanya hivi, mtoto mwenyewe anajisikiaje katika mwili wake? Kwamba ndio wakati ambao kama mzazi tumerudi kule tulikotoka. Hey, kwenye kwenyesho enyasaji pia hapo imeingia madam, kwamba ukiwa na ukaribu pia utajua mambo yao mm -hmm kuangalia mtoto wangu kimwili, yuko sawa, hana majeraha, hapati maumivu maeneo yoyote. Kisaikolojia mtoto wangu yuko sawa, kwamba hayo ni mambo mengi ambayo mzazi kama mzazi inabidi uhakikishe unayazingatia. Sawa, sasa kwenye hapo hapo kwa wazazi, kuna wazazi ambao wanawapa watoto wao simu za mkononi na tunafahamu sasa hivi kumwona mtoto mdogo anamiliki simu si ajabu. Mimi nakumbuka wakati nakuwa eh, mimi mpaka namiliki simu ilikuwa ni kasheshe. Mimi nilianza nikiwa namiliki form sita. Ah, ilikuwa ni <laughs> <laughs> <laughs> kasheshe kasheshe, ni kwa nini umiliki simu? Unataka kuongea na nani? Utaongea naye kupitia simu yangu? Mama huyu, baba huyu, hairuhusiwi. Sasa kipindi hiki ukimwona mtoto wa darasa la saba na simu si ajabu. Je, kama ulimwengu wa kidijitali kabisa. Sasa tukirudi kwenye malezi na ukuaji wa mtoto wenye afya, kwa sababu simu zina mambo mengi sana. E, hata sisi tunafahamu unaweza kukutana na mambo ukasema ukatamani uweke simu pembeni <laughs> vipi kwenye ukuaji na afya ya mtoto, ni sahihi kumpa simu mapema? Ya, kwa upande wangu naweza nikasema ni sahihi lakini pia siyo sahihi. Um, mara nyingi unapokuta kwamba uh, mtoto kwanza kuwa na simu inawezekana, shuleni akawa hayo ina simu kutokana na zile taratibu na sheria za shule, lakini mtoto anapokuja kwenye mazingira ya nyumbani, sasa unakuta mzazi ili kujenga ukaribu pia wakati mwingine na mtoto wako, ni pamoja na kumpa ule uhuru kidogo angalau sasa kumwachia simu, lakini pia kwenye mawasiliano tunatamani pia niwasiliane na mtoto, hata kama nimetoka nimeenda kazini, basi nimpigie kitu nimwelekeze, nimwambie hivi. Hakuna namna na nyingine ya kutokumpa hiyo simu moja kwa moja. Sasa unakuta wakati mwingine hakuna ingine, kuna, kuna simu za mezani <laughs> kuna simu za mezani pia, nimetoka pia nimeenda pia, mjini nataka aje na nikutane naye, inabidi nimpe simu <laughs> yes. Um, lakini pia kuna mambo ya kujisomea pia. Kuna wakati mwingine kuna vitu vya kielimu ambavyo viko katika simu na ningetamani mtoto ajifunze apate kujisomea kwao, pia naweza nikampa simu, lakini kuna aa watoto wadogo pia, kuna wakati natamani nimfurahishe. Nimfurahishe vipi? Nimpe cartoons, angalie cartoons na kupitia simu yako. Kupitia simu yangu. Sasa. Ya, na hiyo unakuta sina iPad nyumbani au kwenye TV ndio hivyo zinaonyeshwa zina kwa vipengele kwa hiyo ah, kuna muda ambao nimeamua na mimi basi nimpatie simu aende na relax. Uh, afurahie ajisikie vizuri. Yes, ajisikie vizuri sawa. Sasa, tunapoelekea kukamilisha kamilisha hapa, mimi naamini kabisa mtazamaji ambaye anatutazama kupitia TET Soma Kwanza TV, kuna mambo mengi ambayo yameweza kujifunza kupitia wewe madam, na yatamsaidia kwake kwa ajili kwa ya mtoto wake, lakini pia kwa mtoto anayetazama moja kwa moja hapa yatamsaidia um, pia. Rai yako sasa ni ipi kwenye kipindi hiki cha likizo? Um, kabla sijaingia kwenye rai niseme tu kwa upande wa simu. Uh, wazazi pamoja na kuwapa simu watoto wetu ni vizuri tukawa na uangalizi nao. Kuhakikisha tunawaangalia na usimpe uhuru uliopitiliza. Lakini pia kitu kingine cha msingi ambacho mzazi utatakiwa kukifanya ni kuhakikisha kumwelimisha mtoto wako kwenye masuala ya usalama mtandaoni, lakini pia usalama katika matumizi ya internet, kwamba mtoto anapotumia ni jinsi gani anaweza kuwa salama au ni vitu gani avizingatie katika utumiaji wake wa a, cms. Kwa hiyo um, rai yangu kubwa kwa wazazi ni kuhakikisha wakati huu wa likizo, kwanza kabisa wanahakikisha wamejenga mahusiano mazuri na ya kutosha kwa watoto wao, lakini pia wanapata muda wa kutosha na watoto wao. Usikose muda kwa ajili ya mtoto wako. Ni muhimu sana we kama mzazi ukapata muda wa kuzungumza na mtoto, muda wa kusoma pamoja, muda wa kutoka pamoja muda wa kuenjoy pamoja, kufurahia na mtoto wakati wake. Sasa hapo kwenye muda walikizo, hapo kuna watu wanawachia kila kitu mabinti wa kazi wa nyumbani kwamba yeah, dada atafanya, dada ataangalia, dada mm. hii iko je madam? Sasa wakati huu alikizo ndio wakati ambao tunamtaka mzazi kuchukua majukumu kama mzazi. Kuna watu walikizo... bado wako bize, ndio maana nimeshauri kwamba wakati huu walikizo, ingekuwa vizuri na kama mzazi <laughs> omba likizo hata wiki moja au mbili. <laughs> ukapata nafasi ya kuwa na watoto wako. Hata kama huna hela ya kutosha, una uwezo wa kutoka tu kutoka naye na kwenda naye mpaka sokoni mantese, eh, sio lazima uende huko kwenda nao eh, ukazunguka zunguka na ukarudi nyumbani kwa mtoto ni kitu kikubwa sana na no? Sana lakini pia kushiriki kwenye yale mambo ya kijamii. Pata muda pia kumfundisha tamaduni na mila zenu, kama ni Mchaga, kama ni Mhaya, kama ni Mkurya, mtoto afahamu kabila lake, afahamu mambo muhimu pia ya ndani ya kabila lake, kwamba tusiwaache nyuma kwenye masuala yetu ya e. kuna watu hawajui kabisa kuongea lugha yoyote ya kabila lao, sasa ndio wakati wa kufanya. Lakini mimi si mmoja wapo kwa kweli, mimi si mmoja wapo, sijui wewe madam. Ah, mimi kwa kweli pia najua tunazungumza kidogo, kidogo lakini kile <laughs> <Kira> cha kuzugia zugia au tetwi. Sawa <laughs> <laughs> sawa. Madam mimi ni kushukuru sana. Ni kushukuru sana, asante sana na sana. Nafikiri bado hatujamaliza kipindi cha likizo, bado kipo muda mrefu, kwao tukikuhitaji pia tutarudi hapa kwa ajili ya watazamaji wetu wa TET Soma Kwanza TV. Asante sana, mimi nipo kwa ajili yenu watoto wote na wanafunzi na vijana. Sawa sawa, hmm. Mtazamaji wa TET Soma Kwanza TV, tumekamilisha kwa umbwe hii na tutakuwa hapa na vipindi mbalimbali kuhakikisha kwamba kipindi hiki cha likizo unapata elimu ambayo inaendana na wewe. Nataka kukusaidia hata utakaporejea shuleni kwako, kwenye hiyo hiyo shule ambayo unasoma ama, unasoma shule ya day au unasoma shule ya bweni. Mimi ni Agnes Osea, hadi wakati mwingine, endelea kutazama TET Soma Kwanza TV.